Mambo, vipi msikilizaji wa Ulimbo wa Simulizi? Ni kwa mara nyingine tena baada ya muda mrefu na kupumzika kwa muda mrefu, sasa tunayo simulizi yetu mpya kabisa inayokwenda kwa jina la Dereva Bajaji, na mimi ni Kani Ban Ahmad, kama kawaida, nikiingiza voko na sauti ya mamlaka niliyojaliwa na Mwenyezi Mungu, bado amenitilia afya njema ili niendelee kukuburudisha uwewe ambaye unaupenda ili niendelee kuburudisha wewe ambaye unaupenda Ulimbo wa Simulizi na wamiliki wa Ulimbo wa Simulizi, lakini pili, bila kusahau wewe ambaye unafuatilia Ulimbo wa Simulizi, lakini pia kwa wale ambao wote, si wale waliosubscribe katika Ulimbo wa Simulizi. Tunapenda mjue kitu kimoja muhimu sana, tunapenda mjue kwamba nyinyi ni wa muhimu katika maisha yetu ya uongozaji wa chaneli hii Nyinyi ndio wadhamini wakubwa kabisa katika u, u, u, katika chaneli yetu pendwa ya ulimbo wa simulizi. Naam, bila kuwalia muda, ninapenda kuendelea pale tulipoishia sehemu ya, ya kwanza kabisa ya dereva bajaji. Naam, tuliishia pale ambapo yule bibi alikuwa amemfuata kijana pale nyumbani kwake, na baada ya kijana kumwona akasema kumekucha, na ukizingatia Salome Salome shabiki namba moja kabisa, no, shabiki namba moja, namba mbili wa Ulimbo wa Simulizi alikuwa akashamfanyia vitu vya ajabu. Basi jamaa anasema kwamba nilimwangalia mke wangu kwa macho makali yaliyojaa choki na hasira ya hali ya juu. Ukamweleza pia ninapoishi sio? Salome akasema hapana, sijamwelekeza mke wangu akajibu, akionekana wazi kuwa na wasiwasi. Sasa kajuaje kwamba mimi ninaishi hapa? Nikajikuta nikimpiga swali mke wangu, ambapo alisema hata yeye mwenyewe, akiniuliza mwambie nimetoka, ambapo alisema kwamba hata yeye mwenyewe hajui ok akiniuliza mwambie nimetoka, nikamwambia mke wangu haraka, nikazama chumbani. Punde nikasikia mlango ukigongwa, mke wangu akaitika karibu, bibi yule akakaribishwa sebuleni. Naomba niitie mumeo, nikasikia sauti ya yule bibi. Mume wangu hayupo, ametoka mjukuu <laughs> wangu Najua unamficha mumeo na yupo chumbani, lakini pia najua anani, ananisikia vizuri sana. Akawa sasa akiongea kwa nguvu kwa dhumuni kwamba nimsikie kule chumbani nilipo. Na harimu, mjukuu wangu, sijui utanikwepa na kujificha mpaka lini? Najua ile hela laki umempa mkeo kanunua vitu vya humu ndani, sijui mafuta kitoto ndoo unga maharage, lakini pia amepata kusuka na hela ile, na, na ile nyingine umefungia kwenye draw. Nikwambie wazi, pesa mi sihitaji, mjukuu wangu. Nachohitaji mimi ni pochi yangu na kile kilichokuwemo ndani, tofauti na pesa. Mi naenda, ila nakupa siku tatu unipatie mzigo wangu. Tofauti na hivyo, tusije tukalaumiana kabisa, mjukuu wangu he. Mimi ni Mnyakyusa bwana, nilishtuka yani, nilishtuka sana kani huwezi amini kani, nilijiuliza kajuaje kwamba nilimpa mke wangu laki. Lakini pia nikajiuliza kajuaje kwamba fedha zingine nilizifungia katika draw. Bibi si wa kawaida huyo, nikawaza nikiwa pale kitandani. Binti, nadhani mumeo kashaupata ujumbe wangu. Mimi naondoka zangu, ila mshauri mumeo kwa usalama wake arejesha mzigo wangu, msije mkaja kunilaumu. Oho, kwa heri. Yule bibi akaondoka. Punde mke wangu akaingia kule chumbani na kunifuata pale kitandani nilipokuwa nimekaa na kujishikia tamaa. Mume wangu, nadhani umesikia kila alichosema yule bibi. Je, kina ukweli? mke wangu aliniuliza. Nikabaki kimya, nikishindwa nimjibu nini. Mwisho nikaamua kumweleza ukweli wote. Mume wangu, mm. mke wangu aliishia kuniita kwa huzuni, na mwisho akanishauri ni vyema nimrejeshee bibi fedha zake, kwani nyumbani alishapajua kazi ni kwangu na hata dukani pia alipojua. Hivyo ni kweli nisingeweza kumkimbia. Basi nilikubaliana na mke wangu ni itafute hiyo laki na sitini nililoitumia katika siku tatu hizo alizotoa, tumrejishe hela yake. Kwa muda ule tukasahau kwamba bibi ahitaji hela bali ni lile pochi lake lenye kahirizi ndani yake. Basi bana msikilizaji wa Ulimbo wa Simulizi, Kweli, siku tatu zile bibi hakuja kijiweni wala sikupata malalamiko yake. Nilikusanya hela ya bajaji, mke wangu pia akanipa akiba yake, nikachanganya na ile nilohifadhi katika dro, kikatimia kiasi cha fedha alichohitaji. Nikaiweka katika bahasha, nikawa nikitembea nayo kwa mantiki, nikimwona tu bibi basi nimpe mzigo wake. Siku ya nne nikiwa kazini kwangu kituoni pale ghafla nikamwona yule bibi akiwa anakuja. Wenzangu waliponishtua walishangaa sikukimbia, na badala yake nikawaambia wazi, mzigo wake ninao, hivyo namrejeshea tu, msijali. Walinishangaa hakika, walinishangaa sana, ila sikujali, kwani sikuwaeleza juu ya bibi kumfata mke wangu dukani alipokuwa akiuza na mwisho kunifata nyumbani nilipokuwa nikiishi, na mwisho kutoboa siri mbele ya mke wangu juu ya fedha nilizomuibia na kupeleka na kupelekea. Kumwogopa, nilimwogopa sana yule bibi, yani aninitisha kwa vitu alivyokuwa akizungumza, na hata sikumwambia chochote. Basi nilisubiri mpaka bibi akaja, basi Nilisubiri mpaka bibi akaja, kwanza nikamwomba samahani na mwisho nikamkabidhi ile bahasha yenye pesa ndani. Cha ajabu bibi akagoma kupokea ile bahasha. Nahrim, umesahau kwamba nilisha kuambia sihitaji fedha e? Ehe, we bibi una nini sasa? Kama uhitaji fedha zako, sasa unahitaji nini? Chukua fedha zako na uwache kunifuata fata, mimi nahitaji kuwa huru ha, hapana na harim. Wewe fedha baki nazo, ila ninachohitaji mimi ni pochi yangu tu, basi hiyo ndo salama yako. Nikatazamana na wenzangu kwa mshangao. Kwa hiyo bibi, kumbe kunisumbua kote unahitaji pochi tu? Bibi pesa hii laki mbili na sitini yako chukua, na elfu tano hii nenda kanunue pochi ingine. Naharimu, sihitaji pesa ingine, nahitaji ile ile tena, ikiwa na mzigo wangu ndani. Basi akazidi kunichanganya haraka, nikaona isiwe tabu, nikashuka kwenye bajaji, nikamwambia anifate, tukaongozana mpaka duka moja la nguo za kike viatu pia waliuza na mapochi ya kike. Nikamwomba bibi achague pochi litakalo, litakalo mfaa. Na harim, nimekwambia sihitaji pochi jipya, nahitaji pochi langu lile, nahitaji lile lile pochi langu tena na mzigo wake ndani. Bibi eh, ah, usinichanganye eh. Naona kifo kinakunyemelea kina, unataka we kufa wakufanaye? Sasa bibi sasa Bibi sasa, kama hau, hautaki hela pochi inayokununulia usije ukaendelea kunifuatilia, shika pesa zako. <laughs> bibi akaweka mgomo. Bibi naondoka na hizi pesa, hutozipata tena. Kama ni polisi, nenda sikuogopi, na ukiendelea kunifatafata nitakufanya kitu kibaya. Bibi hutonisahau katika maisha yangu. <laughs> <laughs> Uh, Nahrim unanitisha sio? Usiponipa mzigo wangu nitaendelea kukufuatilia mpaka utakaponipa mzigo wangu. Basi baada ya yule bibi kuzungumza vile, nikageuka kwa hasira na kumfata yule bibi. Watu wote ndani ya duka lile wakajua anaenda kumpiga bila shaka, naye alihisi hivyo, kwani usoni ghafla niliuona wasiwasi wake kumfikia nikamvuta mkono na kumshikisha ile bahasha ya fedha. mzigo wako huu hapa tusizoeane. Nikamwachia bahasha ikiwa mkononi mwake mwanaume, nikageuka na kuondoka. Okay Nahrim, si mzigo huu ninao uhitaji na hii bahasha utaikuta ndani ya droo yako. Hey, bibi bibi bibi, bibi! Ah, yaani hayo maneno alizungumza wakati mimi nikiwa niko tayari kuondoka, lakini nyuma yangu nilisikia sauti ya bibi, ila sikujali wala sikugeuka. Nikafungua mlango wa duka na kutoka zangu ndani nikimwacha bibi akiwa anakuja huku kakasirika vibaya sana. Ukweli mawazo yalitawala katika kichwa changu, nikajua wazi bibi yule alitaka kunikomesha. Fedha zake nimemrejeshea, kwa nini akatae? Pochi nimemnunulia kwa nini akatae, na kutaka lile lile lile. Pochi lina nini kaka, kan si ndo? Nikavuta kumbukumbu kumbu kuhusu pochi ile la awali. Unajua wakati bibi akisema anahitaji pochi lake lile lile na mzigo wake ndani. Mimi nilijua mzigo alimaanisha fedha, kumbe bibi. Baada ya kuzikataa zile fedha na hata pochi nilomnunulia, ikabidi niwaze upya. Nikawaza upya juu ya pochi lile la awali, si ndo? Nikakumbuka lilikuwa ni pochi jeusi, na kwa mara ya kwanza kabisa nilipofungua nilikuta fedha. Nikakumbuka baada ya mitaa fulani ambapo hapakuwa na watu nikatoa zile fedha na kuziweka mfukoni. Chini kabisa za zile fedha palikuwa na hirizi. Niliachana nayo pasina hata kuigusa, nikafunga zipu za ile pochi nikaitelekeza nika mtaani hapo. Sasa ikawa kama nimeshtuka, nikajiuliza: au bibi anamaanisha mzigo wake ni ile hirizi? Mungu wangu, mtihani huu! Hakika, nikajikuta sasa nikitetemeka wazi wazi, ila nikamlaani shetani, nikatoa uoga. Mathalan, nimempa fedha zake, yapaswa nitoe uoga basi. Nikazidi kuitoa hofu iliyokuwa ikinipanda kwa kasi, nikiisahau kauli ya mwisho ya bibi alonambia, huu mzigo wako utaukuta ndani ya dro yako. Sikukumbuka kabisa kauli hii Nikijua lisingewezekana, lisingewezekana hata kwa chembe. Basi nilizidi kusonga mpaka eneo langu la kazi ninapopaki bajaji yangu, nikaiondosha na kuingia barabarani kwa mantiki ya kupakia wateja wa njiani. Bado kichwani nilikuwa na mawazo sana. Nilipita ile njia nilipotupa lile pochi, pengine ningelipata, ila sikulipata kabisa hapakuwa na pochi wala hirizi. Basi kweli nikaendelea na kazi mpaka usiku niliporejea kwangu. Nilienda kukoga, nikakaa mezani tayari kwa kula. Wakati tu kila story mimi na mke wangu ziliendelea, mumu wangu mm -hmm. Ulifanikiwa kumpa yule bibi mzigo wake? Ya, yeah, ila kuwa mbinde sana. Nikamsumulia sasa kwanzia alipokuja, nikampatia akakataa na kudai alihitaji pochi yake. Nikamchukua mpaka duka la nguo nikamnunulia pochi mpya, bado akagoma akidai anahitaji pochi yake ile ile ya mwanzo. Mke wangu alishangaa sana, na mwisho nikamshikiza, nikamshikisha kwa nguvu pochi ile yenye hela ndani, nami na kutoka zangu nikimwacha akilalamika. Mke wangu alinipa pole. Mwisho naye akanionyesha akanionya, eti ndo nikome kuwa na tamaa zisizofaa, akiniambia hilo lilikuwa ni fundisho, na kweli nilijuta, ila nikamshukuru Mungu kwa kujua yameisha. Yameisha? nani alikuambia? ya hakika sikujua, sikujua kwamba kama ni mtihani. Sasa ndo, ndo mauzauza tena, kwa maswali yale ambayo sikuwa nimejifunza. Baada ya kula, hatujaelekea chumbani, nikaelekea katika droo langu la kabati, nitapohifadhia fedha zangu za siku. Kwa mantiki, zikiwa nyingi na gawa za chumba, za nyumbani nyingine napeleka benki. Ndivyo ninavyofanya. Nikaingiza funguo na kuvuta droo ile, natazama ndani. Nilipatwa na mshtuko usiothamilika, usiotha, usiotha. Macho nikayatoa pima sauti ya uoga ikanitoka nikimtaja mama yangu kipenzi niliyemwacha mjini Zanzibar. Mke wangu aliyekuwa tayari kashatangulia chumbani akatoka, aliniuliza nini? huku akiniangalia usoni kwa wasiwasi mwingi. Mimi nilisharudi hatua kadhaa nyuma, macho yakiwa lilipo kabati langu, nikaonyesha kidole kwenye draw mwanamke wangu hakuweza kupiga hatua kwenda kuchungulia, alikuwa mwoga hasa. Akanifata na kunikumbatia akiniuliza, mume wangu, nini? po, po, pochi la yule bibi. Hata sikuweza kuzungumza vizuri, kigugumizi kikali kilinishika na hata sijui kilitokea wapi, maana hakikuwa asili yangu. Pochi ya yule bibi Mke wangu naye akanihoji kupata uhakika kwa kile alichosikia, nami nikatingisha kichwa kuwa feki. Hapo sasa nikisogea kwa kunyata kuelekea lilipo kabati, kama vile kuna kitu nataka kukikamata nisikizindue. Ujasiri ukanivaa nikaingiza mkono ndani ya dro na kulitoa lile pochi. Mke wangu alibaki kashangaa pasina kusema wala e, E, wala, e, ba, wala kaswi nini, hakusema chochote. Nilitetemeka eti <laughs> nilitetemeka sana, ila ukiwa na mwanamke roho ya kijasiri hukutawala. Ni kweli kabisa, yamkini ningekuwa naishi mwenyewe <laughs> wallahi kakakani nisingeweza kutoa lile pochi ndani ya draw, lazima ningeita majirani. Ila ukiwa na mke ah, lazima kidogo ujasiri bana wewe Uh, basi lilikuwa ni lile pochi nililomnunulia yule bibi pale pale. Nikafungua zipu na kuchungulia ndani, fedha zile zilikuwepo zote. Na hizi fedha utazikuta ndani ya droo lako eh! Hapa sasa, kwa mara ya kwanza, nikaikumbuka kauli ya yule bibi ambaye alinambia wakati nikitoka ndani ya duka lile, nikaipuuza kwa hakika ametimiza. Nikajikuta nikiongea neno moja tu ambalo nilijua wazi mke wangu hakulielewa, kwa maana sikumweleza ahadi aliyotoa yule bibi. Bila kusita, naye akanihoji katimiza nani? Nani nani katimiza? na ametimiza nini, mume wangu? Ikabidi sasa nimsimulie mke wangu, alishtuka. Tulijua mambo yameisha, ndo yalikuwa yameanza. Mbona kimbembe! Nilizitoa zile ela, ni kazi hesabu, zilikuwa laki mbili na sitini zile zile, hakuna iliyopungua wala haikuongezwa. Na chini nikakutana na karatasi iliyoandikwa kwa kitu mfano wa makapeni mekundu, kwani ilikuwa na wino mzito sana: usiporejesha vitu vyangu kwa wakati utakufa. Usiporejesha vitu vyangu kwa wakati utakufa. Eh, naam, msikilizaji wa Ulimbo wa Simulizi, hapa sasa nafikiri tuishie hapo, tuweke nukta, ambapo kijana ameambiwa na bibi kwa windo mwekundu. Na ukiona windo mwekundu bana, unajua, au alama nyekundu, unajua hii ni hatari. Kijana kaambiwa, usiporejesha vitu vyangu kwa wakati utakufa. Je, ni nini kitaendelea baada ya kijana kuambiwa kauli hiyo? Msikilizaji wa Ulimbo wa Simulizi ni kusihi kabisa baada ya kusikiliza sehemu hii ya pili ya dereva bajaji, basi usikose kusikiliza na kufuatilia sehemu ya tatu katika Ulimbo wa Simulizi. Endapo utapenda huduma yetu pendwa kabisa ya ya simulizi basi tafadhali tunakuomba utucheki kwa namba zifuatazo. Kwanza kabisa nitaanza na mwandishi wa simulizi hii ambaye anaitwa Zuberi Maruma, unaweza kumpata kwa namba za simu 0673564553, unampata kwa namba za simu 06735645 na mwisho ni 53. Lakini pia mimi ni Kaniban Ahmad, ambaye ninakuingizia voko na sauti ya mamlaka niliyojaliwa na Mwenyezi Mungu kuweza kutaradadi na kukuburudisha wewe ambaye unanisikiliza ukinihitaji okay. Mimi kwa kazi mimi bei yangu ni nafuu kabisa, unaweza kunipata kwa namba za simu sifuri saba kumi na saba sabini na mbili ishirini na moja themanini na moja. Asante na chao.